Kundi la M23 ambalo linaungwa mkono na Rwanda limetangaza kuwa alishiriki tena katika mazungumzo ya amani baada ya hapo awali kuthibitisha kuwa litahudhuria pamoja na serikali ya Kongo ambayo inasema bado itahudhuria mkutano wa Rwanda unaosimamiwa na Angola mjini Luanda Jumanne, licha ya M23 kupuuzwa. Kujiondoa kwa M23 katika mazungumzo hayo kumekuja baada ya Umoja wa Ulaya EU kuweka vikwazo kwa kiongozi wake na makamanda wa jeshi la Rwanda. Msemaji wa M23, Lawrence nyuka aliandika kupitia ukurasa wake wa X komba taasisi fulani za kimataifa zinafanya kazi kimakusudi kuhujumu juhudi za amani katika jamhuri ya kidemokrasia ya Congo na kufanya mazungumzo yanayosubiria kwa muda mrefu kutowezekana. Vikwazo vinavyofuata vinawekwa kwa wanachama wetu, ikiwa ni pamoja na vile vilivyopitishwa katika mkesha wa majadiliano ya Luanda, vinaathiri sana mazungumzo ya moja kwa moja na kuzuia maendeleo yoyote, Kanyuka alisema kupitia taarifa yake, akiongeza kuwa kwa sababu hizo, M23 haiwezi kushiriki tena katika majadiliano mapema juma Tukanyuka iliripoti kwamba wajumbe wa M23 walikuwa wametumwa katika mji mkuu wa Angola Luanda. Kundi hilo la waasi limeteka maeneo yenye utajiri wa madini, maeneo muhimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, tangu kuanza kwa mwaka huu katika mashambulizi makubwa ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu. Ujumbe unawakilisha DRC sasa ulikuwa Luanda kwa mazungumzo ya Jumanne, msemaji wa rais wa DRC Felix Tshisekedi aliambia shirika la habari la Associated Press hapo awali. Tshisekedi hapo awali alikataa mazungumzo ya moja kwa moja na kundi la waasi kuhusu mzozo huo ambao una mizizi ya muda mrefu.